Nilikuwa mama mke wa mtu, mjane wa heshima. Nilipoteza mume wangu baada ya miaka mingi ya ndoa iliyojaa mapambano na upendo. Nyumba tuliyoijenga pamoja ilikuwa ya kumbukumbu kumbu, kila kona ikibeba historia ya familia yetu. Lakini sikuwahi kufikiria kwamba siku moja mwanangu wa pekee angenigeuka na kuniona kama mzigo wa kuondolewa maishani mwake. Siku moja akanifuata kwa tabasamu la kinafiki, akidai kuwa amenipangia sehemu nzuri ya kupumzika nyumba ya wazee. Alisema siwezi kuishi peke yangu, kwamba ni hatari na sina uwezo tena wa kujihudumia. Nilimwangalia nikamwona yule mtoto niliyembeba tumboni miezi tisa, sasa akiwa mwanaume mzima, lakini moyo wake ukiwa baridi kuliko baridi ya kaburi. Alinipeleka kwenye kituo cha kulea wazee bila ridhaa yangu. Hapo ndipo maisha yangu yalibadilika kabisa. Wakanipokea kana kwamba nilikuwa kichafu, akinichukulia kama mtu aliyechanganyikiwa asiyefaa kuuliza maswali. Walininyang'anya kila kitu, simu yangu, vitambulisho, heshima yangu. Nilipewa begi moja dogo lenye nguo chache tu, kana kwamba nilikuwa mtu asiye na historia wala familia. Nilihisi nimenyang'anywa utu wangu. Wakati huo, mwanangu alikuwa amehamia kwenye nyumba yangu nzuri ile, tuliyoijenga mimi na marehemu mume wangu alibadilisha nyaraka za umiliki wa nyumba, akaweka vyeti feki vya hospitali kuonesha kuwa akili zangu hazikuwa timamu. Akafunga akaunti za benki na kuzichukua mikononi mwake. Sikuwa na njia ya kuwasiliana na dunia ya nje, lakini kulikuwa na kitu kimoja walichosahau: kumbukumbu yangu haikuwa imepotea. Bado nilikumbuka namba ya simu ya mwanasheria wangu wa zamani Ted Alikuwa mtu wa kuaminika, aliyewahi kunisaidia enzi za uhai wa mume wangu. Nilipata fursa moja ya kipekee, niliomba simu kwa uangalizi na nikampigia. Aliposikia sauti yangu, hakuuliza maswali mengi, alifika kituoni kwa haraka, na aliponiona jinsi nilivyowekwa kwenye chumba kidogo kama mfungwa, macho yake yalijaa mshangao na hasira. Alisema kwa sauti ya kujiamini, hutasubiri hapa hata wiki moja zaidi, Tutawafanya waliokufanyia haya wawajibike. Baada ya siku chache, Teddy alinihamisha hadi kwenye hoteli moja nzuri ya kifahari. Nilipumua kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, nilihisi kama binadamu tena. Wakati huo Teddy alianza kufuatilia nyaraka za nyumba yangu na kufungua mashauri kuhusu akaunti zangu za benki zilizochukuliwa kwa hila. Lakini nilitaka kuwapa funzo. Nilichofanya kilikuwa zaidi ya kisasi, kilikuwa ni somo la heshima. Nilipouza ile nyumba waliokuwa bado wanaishi, kwa wanandoa wapya waliothamini historia na hadhi ya nyumba hiyo. Niliweka pesa zote kwenye akaunti yangu ya awali ambayo bado ilikuwa na haki yangu kama mshirika wa ndoa. Kisha nikatafuta nyumba nyingine nzuri zaidi iliyo jirani kabisa na ile ya awali upande wa pili wa barabara. Nilitaka nione kila siku macho ya wale waliokuwa wameniita i mzigo. Nilitaka waone kuwa mzigo wao sasa unaishi maisha bora, akinywa kahawa yake barazani, akitabasamu bila hofu. Lakini hakika cha kuvunja moyo zaidi kilikuwa mjukuu wangu walimdanganya kuwa nina matatizo ya akili, kwamba nasahau mambo na ndiyo sababu walinificha. Lakini moyo wa mtoto hauwezi kudanganywa kabisa. Alipogonga mlango wa nyumba yangu mpya na kuniuliza, bibi, mbona unaonekana sawa kabisa? Nilimfungulia mikono yangu yote. Alilia, alinikumbatia, akaniambia kila kitu kilichokuwa kinaendelea nyumbani kwao. Alikumbuka chakula nilichokuwa namwandalia, hadithi zangu, upendo wangu alisema "Mama hanipikii hivi bibi, nilimkumbuka sana siku hiyo." Ndipo mwanangu alipogundua kuwa nyumba walioidhania ni yao haikuwa yao tena, walipokea barua rasmi ya mauzo. Akapiga simu namba mpya ya Teddy ambaye alimpa namba yangu. Simu ililia kwa muda, nikaiacha, kisha baadaye nikaipokea. Mama ei hey, tumepata barua ai hey, ni kweli haya unayoyafanya? Aliongea kwa sauti ya mashaka ya kuomba msamaha bila kusema samahani. Sikumsemea huruma Nilijibu kwa utulivu, ndio kama ulivyoamua kunitoa kwenye nyumba yangu na kunipeleka mahali pa kusubiri kufa. Sasa utaziona siku zangu zikiwa hai, nitatembea kwenye kivuli chenu mkikumbuka kuwa mzigo ubado unaishi. Nilikuwa nimekaa kwenye baraza la nyumba yangu mpya, baraza la kisasa lenye viti vya mbao vilivyopambwa kwa mito ya rangi ya bahari, nikitazama kwa upande wa pili wa barabara, pale ilipokuwa nyumba yangu ya maisha yote, nyumba ambayo nilijenga kwa jasho la ndoa yangu na mume wangu marehemu. Nilikuwa natafuna karanga na kunywa kahawa ya tangawizi, kinywaji nilichokipenda tangu ujana wangu. Nikamkumbuka mjukuu wangu alipogonga hodi kwa tahadhari ile siku alikuwa na macho yaliyojaa maswali na moyo mzito. Bibi, alisema kwa sauti ya chini, mama na baba wanasema huna kumbukumbu tena, lakini wewe unaonekana sawa kabisa. Nilimwangalia na kumsogelea kwa upole. Alikuwa ni mvulana mkarimu mwenye akili nyingi kama babu yake. Nilimkumbatia kwa nguvu na hapo ndipo alipoanza kulia kimya kimya. Aliniambia kila kitu jinsi mama yake Daniel alivyochukua kila hati akamshawishi baba yake kwamba mimi ni hatari kwa mali zao. Walimdanganya hata mjukuu wangu wakisema kuwa naweza kumudhi au hata kumdhuru kwa sababu ya hali yangu, lakini moyo wa mtoto hauwezi kudanganywa milele. Alihisi upweke wangu na alikumbuka ladha ya wali wa nazi niliyomwandalia alipokuwa mdogo, harufu ya sabuni yangu ya ndimu na hadithi nilizomweleza kabla ya kulala. Siku hiyo aliporudi kwao, baada ya kunitembelea, Daniel na mkewe walikuwa na huzuni isiyoelezeka usoni mwao. Walikuwa wamepokea barua rasmi kutoka kwa mwanasheria wangu Teddy. Barua hiyo ilikuwa fupi lakini yenye uzito, ilieleza kuwa nyumba hiyo imeuzwa kihalali na wamiliki wapya walitarajiwa kuingia baada ya wiki moja. Hawakuamini, walidhani ni mzaha, lakini ilipothibitishwa na mteja mpya ambaye tayari alianza kuleta fanicha, walichanganyikiwa. Simu ya Daniel ililia mara tatu kabla sijaipokea. Niliacha ikalia ili asikie muda kidogo wa kutafakari aliyoyafanya. Nilipopokea hakusubiri muda mrefu. Mama, tumepata barua e, je ni kweli haya unayofanya? Ni wewe kweli? Siku sita nilimwacha azungumze. Nilihisi sauti yake ikitetemeka, si kwa hasira, bali kwa hofu ya jambo ambalo hakuweza kulizuia tena. Nilimjibu kwa utulivu. Ndiyo, kama ulivyoamua kuniondoa kwenye nyumba yangu bila ridhaa yangu, kama vile ni kero, mzigo ina kunipeleka sehemu ya kusubiri kifo, basi ni haki yangu pia kurudisha uamuzi wangu mikononi mwangu. Akatulia, halafu akasema kwa haraka, kama mtu anayetafuta kutupia lawama kwingine. Si mimi mama, ni mama Daniel, yeye ndiye alitoa hilo wazo. Nikacheka kidogo, kicheko kisicho na furaha. Basi muishi na huo uamuzi mlioamua pamoja, muyabebe matokeo pamoja. Nilikata simu taratibu. Nilinyanyua kikombe changu cha kahawa na kuendelea kunywa. Teddy aliniambia kuwa bado anaendelea na kesi ya nyaraka za benki na uhalali wa mabadiliko waliofanya kwa hila. Sikuwa na haraka, nilijua muda wangu ulikuwa upo. Na kila siku nikiwa nimeketi barazani, niliwaona wakihangaika na maboksi, wakibishana, wakikosa amani. Sura zao zilikuwa tofauti kabisa na zile za fahari walizokuwa nazo waliponifukuza. Nilijua bado ni mwanzo tu wa masomo yao ya maisha. Siku zilikuwa kama filamu ninayoitazama kwa utulivu barazani kwangu, kila asubuhi nikiwa na kikombe cha kahawa mkononi nikiwa nimevalia kitenge changu cha bluu chenye maua meupe, nikitazama upande wa pili wa barabara, pale walipokuwa wanaishi mwanangu na mkewe, sasa wakihangaika kama watu waliopoteza dira. Nyumba ile haikuwa yao tena. Wamiliki wapya, wanandoa wachanga waliopendezwa nayo, walikuwa wameanza kukarabati bustani, wakirejesha uhai mahali ambapo roho yangu iliwahi kuishi. Mwanangu Daniel alionekana kuzeeka kwa haraka macho yake yalikuwa mazito, sura iliyokuwa na kiburi sasa imejaa majonzi. Mara kadhaa niliwaona wakitoka asubuhi na kurudi jioni mikono mitupu, kana kwamba walikuwa wakitafuta msaada mahali ambapo hawakupaswa kutazama. Waliishi kwa hofu. Waliwahi kumdharau mzigo, sasa mzigo huo umewazidi uzito. Mjukuu wangu alianza kuja kila wikendi. Alipokuja mara ya pili alileta kijitabu alichoandika. Aliniambia ni hadithi yake ya shule, akaandika jinsi ya bibi yake alivyowahi kuwa shujaa. Nilihisi machozi yakinitoka taratibu, si kwa huzuni, bali kwa hisia ya kuthaminiwa tena. Alikuwa ni mtoto mwenye moyo mpana, aliyeweza kuona ukweli nyuma ya pazia la uongo walilomfunika nalo. Siku moja alikuja akiwa na sura ya hofu. Aliniambia kuwa mama yake, yaani mke wa Daniel, alimkuta akizungumza na mimi kwenye baraza alimkataza kuja tena, akamwambia kuwa mimi ni mtu hatari na mwenye chuki. Nilimtazama mjukuu wangu, uso wake mdogo ulikuwa na mshangao na huzuni. Bibi, kweli wewe ni hatari? Aliuliza kwa sauti ya kupasua moyo. Nilitabasamu kwa uchungu. Ndiyo, niko hatari sana kwa watu wanaodhulumu, lakini kwako wewe, ni damu yangu, ni mtoto wa mtoto wangu sitakuwa hatari kamwe. Nilimshika mkono na kumpa kitabu kidogo nilichokuwa nimeandika maisha yangu, kumbukumbu kumbu za ndoa yangu, jinsi nilivyolea mwanangu kwa jasho na maumivu, na mwisho, jinsi alivyogeuka. Alikifurahi, aliahidi kukisoma hadi mwisho. Katika wakati huo, Teddy aliendelea kunitumia taarifa alikuwa karibu kufanikisha kurejesha baadhi ya fedha zilizoibwa kwa kutumia nyaraka bandia. Pia aligundua kuwa hata baadhi ya mali nyingine kama kiwanja kilichokuwa Bagamoyo kilikuwa kimeuzwa kinyemela kwa jina la Daniel. Nilimwambia asihofu, sitaki kila kitu kirudi mikononi mwangu, ila nataka haki isimame. Na ghafla lilitokea jambo ambalo halikutarajiwa. Siku moja majira ya jioni, gari jeupe lilisimama mbele ya nyumba yangu, nikamwona Daniel akishuka akiwa na bahasha mkononi. Alitembea taratibu kana kwamba kila hatua ilikuwa inaomba msamaha. Alisimama mlangoni, hakuweza kugonga. Nilimsikia akisema kwa sauti ya kuvunjika, mamae, nisikilize tu leo hata kama hutanijibu. Nimefanya makosa makubwa, sijui nilihadaiwa na tamaa au woga, lakini nilipotea. Tafadhali nisikie. Nilikaa kimya, sikusogea, lakini sikumfukuza akaendelea kuongea, mwanasheria wako anafuatilia kila kitu sasa. Naogopa hata kutoka nje. Kila siku nikikumbuka nilivyokusukumia pembeni, moyo wangu unauma. Mjukuu wako ananiuliza maswali kila siku, ei, sijui nianzeje kumwambia ukweli. Kisha akachukua bahasha, akaisukumia chini ya mlango, akasema, hizi ni picha za familia ulizokuwa nazo tulizozihamisha bila heshima nilizihifadhi nadhani ni zako. Akaondoka hatua zake zikiwa za huzuni na kujuta. Nilipoifungua ile bahasha, niliona picha yangu na marehemu mume wangu, picha ya siku ya harusi na nyingine ya Daniel akiwa mtoto mdogo amenikumbatia kwa upendo wa dhati. Machozi yalianza kunilenga, sikuwa na majibu ya haraka. Maumivu yalikuwa bado ni mapya, jeraha bado halijakauka lakini moyo wangu ulianza kuhisi uzito mpya, si wa hasira, bali wa swali: je, kuna nafasi kwa msamaha? Siku ziliendelea kusonga na mimi nilizidi kuishi kwa utulivu mpya. Nilijifunza kupumua tena, kula bila huzuni na kucheka, japo kwa upole. Lakini kwa upande wa pili wa barabara, maisha ya mwanangu Daniel yalizidi kufifia kama taa ya kandili inayokaribia kuzimika kwa kukosa mafuta. Kilichonishangaza siku moja jioni ni kuona mjukuu wangu akija kwa haraka huku akiwa amebeba begi dogo la nguo alikuwa na uso wenye huzuni, macho yakiwa mekundu na miguu yake ilibeba haraka ya mtu asiye na pa kwenda. Nilimfungulia mlango kabla hajagonga. Bibi, mama ameondoka, alisema kwa sauti ya kukatika katika. Wametengana na baba, alisema hawezi tena kuishi kwenye maisha haya ya ugumu ya mikosi na mashitaka. Nilimvuta karibu na kumpa kiti, nikampatia juisi baridi na mkate uliopakwa siagi. Alianza kula polepole huku akinitazama kana kwamba anatafuta faraja usoni mwangu niliwasikia wakibishana jana usiku, alisema kwa sauti ya chini. Mama alisema kama angejua mwanzo angekuacha uishi maisha yako, lakini sasa ni kuchelewa. Akamwambia baba kuwa hana chochote tena cha kumpa, si heshima, si amani, hata si upendo. Ilikuwa ni siku ya nne tangu Daniel alipoleta zile picha. Tangu siku hiyo hakurudi, lakini nilijua alikuwa ananitazama kwa mbali. Labda aliogopa kukataliwa au alishindwa kutazama matokeo ya matendo yake mwenyewe. Mke wake yule, aliyemshawishi kunifanya kama takataka, sasa alikuwa amemtelekeza kama mzigo mzito, kwa sababu hata shetani akiona uharibifu umeshakamilika hutafuta pa kukimbilia walinipa jina la mzigo, na sasa mzigo umebakia mikononi mwao. Mjukuu wangu alinieleza kwamba mama yake alihama kwenda kwa dada yake mikoani, akisema anahitaji maisha mapya mbali na kelele za kesi, mikopo na fedheha ya jamii. Majirani walianza kuwasema vibaya, baadhi yao wakimwambia waziwazi Daniel kuwa hata mama yako asingefanya hivi kama angekuwa hajakosewa sana. Kwa mara ya kwanza tangu niliondoka kwenye kituo cha wazee, nilihisi huruma ya kweli kwa mwanangu si kwa sababu naonea huruma aliyoyapitia bali kwa sababu alishindwa kujua thamani ya mama hadi maisha yakambana shingoni nilimruhusu mjukuu wangu akae nami. Nilimpeleka shule nzuri iliyo karibu, na kila jioni tulikaa pamoja tukifanya kazi za shule na kupika chakula. Nilimfundisha mapishi ya wali wa nazi, samaki wa kukanga kwa vitunguu na kachumbari ya limau, vyote alivyokumbuka kutoka utotoni. Aliendelea kuandika hadithi, aliandika hadithi ya bibi aliyeitwa Shujaa wa Kimya, hadithi iliyomfanya mwalimu wake kuja kunitafuta shule akitaka kujua kama ni kweli. Ni kweli, nilimjibu mwalimu, na bado hadithi haijaisha na huku maisha yakiendelea, kila usiku nilikaa barazani nikitazama giza likivuta pazia juu ya nyumba niliyowahi kuiita yangu sasa ilikuwa imejaa kimya, bila sauti ya kucheka, bila taa za furaha, ilionekana kama kaburi lililosahaulika. Huku upande huu wa barabara nikicheka polepole pole na mjukuu wangu tukifurahia maisha mapya yasiyo na unafiki. Nilijua Daniel aliniangalia kutoka dirishani wakati mwingine, labda alitamani kuja kusema zaidi ya samahani, lakini maneno mengine yalibaki kwenye koo lake yakiungua taratibu na mimi bado niliendelea kuwa hai, niliendelea kuwa mama mjane na sasa himshindi. Ilianza kama siku nyingine ya kawaida. Jua lilikuwa linachomoza taratibu, hewa ya asubuhi ikiwa na baridi ya upole. Nilikuwa nimekaa kwenye baraza langu kama kawaida, nikiwa na kikombe cha kahawa mikononi na shuka la kitani mabegani. Mjukuu wangu alikuwa bado usingizini, alichoka sana baada ya siku ndefu ya michezo shuleni. Lakini tofauti na siku nyingine, kulikuwa na sauti ya gari ikisimama mbele ya nyumba. Sauti ya mlango wa gari kufungwa kwa upole, kisha miguu ikitembea kwenye mawe ya barabara. Nilitazama juu taratibu na hapo akawa amesimama mwanangu Daniel. Alikuwa amevaa suti ya zamani, suruali ikielekea kulegea na koti la zamani la pamba. Sura yake ilikuwa dhaifu, macho yake yamejaa mkondo wa usingizi wa mateso. Alikuwa mtu aliyepoteza, mtu aliyelemewa na mzigo wa makosa yake mwenyewe. Alipiga hatua chache mbele akasimama kwenye mwanzo wa ngazi za baraza. Hakuinua macho yake mara moja. Nilikaa kimya sikusema neno. Mamaye alianza kwa sauti ya chini, karibu na kumezwa na upepo. naomba unisikilize hata kwa dakika chache. Nilimwangalia moyo wangu ukigongana na kumbukumbu. Huyu ndiye mtoto niliyembeba, niliyemnyonyesha, niliyemlinda kwa mikono yangu, lakini pia ndiye aliyenitupa kama mzigo usiohitajika. Alipiga magoti pale pale aliposimama Mamaye, sasa sauti yake ilitetemeka. Nimekuja kukuomba msamaha, si kwa sababu naumia tu, bali kwa sababu nimegundua ukubwa wa maumivu niliyokusababishia. Nilikuonea, nilikuwa polepole pole, kisa tamaa ya mali na ushawishi wa mwanamke ambaye naye ameondoka. Akapumua kwa nguvu. Nilikupeleka mahali ambapo si mwanadamu hata mmoja anastahili kupelekwa. Kwa uongo nilikuchukulia kama mzigo, lakini sasa najua mama, ulikuwa taa yangu. Ulinilea kwa wema, ulinifunza kusimama na sasa hii nimetambua bila hiyo taa nimekuwa kipofu. Machozi yakaanza kumtoka. Hakuwa anajifanya, hakuwa anatafuta huruma, alihitaji msamaha wa kweli. Mama, akasema tena, siwezi kurudisha muda, siwezi kufuta nilichokufanyia, lakini kama bado una nafasi ya kuniita mwanao, itafadhali, nifanye tena kuwa sehemu ya maisha yako hata kama ni kwa kuanza kwa kusalimiana asubuhi. Nilikaa kimya kwa muda, nilimwangalia moyo wangu ukicheza vita ya kusamehe na kutosamehe. Ndipo mlango wa ndani ukafunguka polepole. Mjukuu pole wangu alikuwa amesimama hapo akimtazama baba yake akiwa bado magotini. Babaye alisema kwa sauti nyororo, bibi ni shujaa, hakufa kama mlivyotaka aonekane aliishi na akanifundisha tena kupenda familia. Daniel akamwangalia mwanawe macho yakiwa yamejaa uchungu wa kujua kuwa hata mtoto wake alimgeukia. Alinyanyuka taratibu, kisha akaenda polepole pole kwenye ukingo wa ngazi. Sikuinuka lakini nilizungumza Daniel. Nilisema kwa sauti tulivu lakini nzito, uliniua lakini Mungu alinihuisha, ulinivua utu lakini nilijivika heshima upya. Siwezi kusema kuwa naweza kusahau, lakini ninaweza kuchagua kutobeba chuki maisha yangu yote. Ukihitaji kujifunza karibu, lakini si kwa maneno peke yake. Badilika, alitikisa kichwa kwa unyenyekevu. Nitabadilika, mama, na sitakuacha tena. Mjukuu wangu alimshika mkono baba yake akasema, twende ndani upate chai ya bibi, itakusaidia kujua alichokuwa anakuficha. Moyo wake haukufa. Kwa mara ya kwanza Daniel alivua sura ya aibu na akaingia ndani ya nyumba yangu mpya, nyumba ya amani, siyo ya pesa wala urithi. Aliketi kwa heshima, na alipopewa kikombe cha chai na kipande cha mkate alilia kimya, si kwa huzuni tu bali kwa shukrani kuwa bado ndani ya mama aliyedhulumiwa kulibaki chembe ya msamaha. Siku ile ilibaki kwenye kumbukumbu kumbu zangu kama mchana wa ajabu. Mwanangu Daniel alikaa kwa utulivu akizungumza kwa sauti ya heshima, mara nyingine akikaa kimya, kana kwamba anajaribu kutafakari hasara ya ndani aliyojitengenezea. Mjukuu wangu alikaa kando yake, uso wake ukiwa na tabasamu la matumaini. Ilikuwa ni picha niliyowahi kuota, lakini nikadhani haitakuja kutimia tena. Kwa siku kadhaa zilizofuata, Daniel alianza kuja mara kwa mara. Alikuja kwa unyenyekevu akileta mikate ya asubuhi, maziwa, hata maua ya bustani ambayo aliwahi kunikataza kuyapanda zamani kwenye nyumba yangu ya zamani. Kila hatua aliyochukua ilikuwa ni ya kutafuta nafasi ya pili, nafasi ya kujenga tena daraja alilolivunja kwa mikono yake mwenyewe. Lakini maisha huwa hayanyamazi kirahisi siku moja Teddy, mwanasheria wangu, alifika nyumbani akiwa na bahasha kubwa ya kahawia. Alikuwa amevalia rasmi, suruali ya suti na koti jeusi, na sura yake ilikuwa ya uzito. Nilimkaribisha ndani. Daniel alikuwa hapo siku hiyo, aliposikia jina la Teddy alitetemeka kidogo, lakini alikaa. Mama, Teddy alianza, nimekamilisha baadhi ya ufuatiliaji. Kwanza kabisa, umepata asilimia 80 ya mali zako zilizokuwa zimehamishwa kinyume cha sheria. Akaunti yako sasa iko salama na kiwanja cha Bagamoyo kimerudishwa rasmi kwa jina lako. Nikashukuru kimya kimya, lakini niliona kuwa kuna zaidi. Lakini itedi akaendelea, akimwangalia Daniel, kuna jambo lingine. Wakati wa uchunguzi wangu nimegundua kuwa jina lako bado linahusishwa na mkopo mkubwa uliochukuliwa kwa jina lako. Mkopo huu ulitolewa kwa kutumia sahihi bandia, lakini kwa kuwa jina lako lipo kwenye nyaraka rasmi benki bado inakusaka kama mdai wa mkuu. Daniel aliketi kama mtu aliyepigwa na radi, alishika kichwa chake kwa mikono miwili, macho yake akiwa ya na hofu ya kweli. "Mimi nilidhani mke wangu ndiye aliyeshughulikia hiyo sehemu, nilidhani tumetumia hati za urithi tu." Teddy akamkata kwa sauti ya kisheria, hili si jambo la "nilidhani" kwa sasa, lazima tuingie kwenye mchakato wa kisheria kukutenganisha na hilo deni, lakini utahitaji kutoa ushahidi na huenda ukaitwa mahakamani. Nilimwangalia mwanangu. Hakuonekana kama yule kijana jasiri aliyenitupa kwenye nyumba ya wazee. Huyu alikuwa mwanaume aliyegundua kwamba dhambi hazikimbiwi, huandamana na wewe hadi utakapozikabili. Nitaenda mahakamani, Daniel alisema kwa mara ya kwanza kwa ujasiri wa kweli. Sitaki tena mama awe na doa lolote kwenye jina lake kwa sababu ya tamaa zangu. Hata kama mimi nitalipa, ni bora kulipa kwa haki kuliko kuishi kwa wizi. Teddy aliniangalia akatikisa kichwa kama mtu aliyeridhika. Baada ya kuondoka, Daniel alikaa kimya kwa muda mrefu, kisha akanigeukia, macho yake yakiwa yamejaa maumivu lakini pia azimio Mamae, sijui kama nitawahi kurekebisha kila nilichoharibu, lakini nataka uniambie ni nini kingine nifanye ili nianze kujenga tena heshima yangu mbele yako. Nilimtazama kwa upole. Daniele, si kila kitu unaweza kukirudisha, lakini unaweza kuanza upya, hisi kwa maneno, bali kwa matendo. Anza kwa kuwa baba bora kwa mtoto wako, anza kwa kuishi kwa ukweli, si uongo. Na kila siku usisahau ukiwahi kuniita mzigo. Esasa ni wakati wako kubeba huo mzigo na kuugeuza kuwa baraka. Alinyanyuka akaja kunikumbatia kwa nguvu, kwa mara ya kwanza kwa moyo wote, na kwa mara ya kwanza nilihisi uzito wa maumivu yake ukianza kuponyeka ndani yangu pia. Miezi ilipita, majani ya mti mkubwa mbele ya nyumba yangu mpya yalikuwa yameanza kuchanua kwa kijani kibichi, ishara ya mwanzo mpya. Ndani ya nyumba kulikuwa na maisha, harufu ya chakula kizuri, sauti za mjukuu wangu akicheka na kunihadithia matukio ya shule. Na kila jioni Daniel aliporudi kutoka kazini, kazi ya ujenzi aliyo jipatia kwa bidii alileta maua ya bustani, au hata matunda, na alipenda kuzungumza nasi mezani bila haraka. Kwa mara ya kwanza alijifunza kuishi bila haraka ya kufika juu, bali kwa heshima ya kusimama sawa. Lakini siku moja barua ilifika. Ilikuwa kutoka kwa mke wake wa zamani, Mama Daniel. Ilikuwa fupi, imeandikwa kwa mkono mzuri, lakini baridi. Nilihisi. huwezi kuendelea bila mimi, lakini sasa nasikia umetulia, umebadilika, umeokoka kwenye makosa yako. Ulinifuata mimi hadi tukamuumiza mama yako, lakini sasa umejifunza mwenyewe Samahani, sihitaji kurudi. Nimeamua kuanza maisha yangu mapya. Kama kuna deni lolote ninalopaswa kushiriki, niambie kupitia wakili wako. Daniel alisoma barua hiyo mbele yangu akaitika kichwa taratibu. Mama akasema sasa najua si kila mtu anapaswa kurudi kwenye maisha yako, hata kama ulikuwa nao siku moja. Nilimtazama nikatabasamu kwa upole, huo ni ukweli unauma, lakini ndiyo wa kweli kabisa. Siku hiyo usiku tulikaa barazani wote watatu mimi, Daniel na mjukuu wangu. Kulikuwa na utulivu wa ajabu, upepo ukicheza na mapazia, mwezi ukiangaza barabara ile ile aliyotembea kuniweka kwenye nyumba ya wazee, na sasa ndiyo barabara anayopita kurudi nyumbani kwake kila jioni. Mama Daniel aliniambia kwa sauti ya upole, sikujua kuwa ndani yako kulikuwa na nguvu ya aina hii. Ulinitazama nikipotea lakini hukufuatilia kwa kelele. Uliponinyamazisha kwa vitendo vyako, niliona nguvu halisi ya mwanamke mwenye hadhi. Nikacheka kidogo, nikamjibu, niliposema nitakufa lakini siyo leo, nilimaanisha. Wakati mwingine Mungu anaruhusu ufunge macho kidogo ili uone vizuri zaidi. Mjukuu wangu alikuja akanikumbatia, bibi, ukiniambia kuwa ulikuwa shujaa, ningekuamini. Lakini sasa najua wewe ni shujaa na nitakuandika kwenye kitabu changu kingine. Nilimshika mkono, nikamwangalia kwa upendo. Ukiandika andika hivi, walimwita mzigo, lakini aliwachosha kwa kubeba utu wake mpaka mwisho. Alinyamaza, akaandika historia. Na hapo usiku ulituvaa kwa utulivu. Hakukuwa na uchungu tena. Hakukuwa na kisasi, bali kumbukumbu kumbu ya mwanzo mpya uliojengwa juu ya maumivu, msamaha na hekima. Asante kwa kutazama, karibu kwenye video zijazo. Mwisho.